Lakini kabla sijaanza tiba, nilikuwa natumia dawa za kulevya, nilikuwa naenda kujiuza na kutana na vipingamizi aina tofauti, ili nipate dawa, nipate hela kwenda kutumia dawa za kulevya. Mpaka sasa hivi nimekunywa mesadoni ndani ya miaka miwili, nimemaliza tiba ya mesadoni paka sasa hivi, na miaka mitano sipo katika matibabu tena ya tiba na sipo katika matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo nashukuru kwa siku hii ya leo, siku maalum tarehe 26 mwezi wa sita, ni siku yetu ya kupinga madawa ya kulevya. Tunapinga madawa ya kulevya, kuwa, tuna imani kuwa huo msimu tunaozidi kwenda kama tunavyodai mbili na thelathini tutatokomeza tutatokomeza maambukizi mapya ya HIV na mwaka huo na hiyo mbili na thelathini, tuna tunaimani kuwa tutatokomeza matumizi ya dawa za kulevya kutokuwepo tena, sikuingiza si siku kwa wauzaji, si kwa watumiaji. Tunazidi kumwomba Mwenyezi Mungu atusaidie ifikie hicho kiwango cha kutokomeza kabisa matumizi ya dawa za kulevya yanaasili wa vijana wengi, vijana wengi sana wanaasili wa, wa matumizi ya dawa za kulevya ambao ndo tunawategemea wayo nani wa baadaye, lakini wanaharibikiwa kwa sababu ya matumizi ya dawa ya kulevya kwao. Tunaomba serikali mama yetu, Mheshimiwa Dokta Mama Samia Suluhu, tunamshukuru sana mama kwa, kutupamba, kwa kutupambania na kuwa pamoja na sisi, tunamzidi kumwombea Mungu. Na awa, na awa mamlaka wa kupambana na kudhibiti dawa za kulevya tunazidi kuwaombea, wapambane na kazi kama wanavyopambana nazo, na tunaimani watafikia tu kiwango kinachotakiwa kukamilisha zaidi ya kutokomeza dawa za kulevya. Lakini katika siku hii ya kuzuia matumizi ya dawa za kulevya na kuzuia kuuzaji wa dawa za kulevya, nilikuwa napenda kutoa shukurani kubwa sana kwa mama Samia na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa sababu gani?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 mtumiaji dawa za kulevya anatitiwa kama mgonjwa sasa hivi, na hiyo naipa big up sana serikali mama Samia, kuanzia mzee Kikwete mwenyewe alianza kuligundua hili mpaka sasa hivi tunaendelea hivyo. Lakini kwa vijana wenzangu vijana wangu, kwa sababu mimi kuwa katika ujana tena nishapita si. Kwa hiyo, kwa vijana napenda kwamba sio vizuri kutumia, lakini sasa kila mtu ana njia yake ya kupita, sababu wengi waliingia katika dawa za kulevya bila kujua kama wanaingia katika nini kwa hiyo kwa sababu wameshajua kama wanatakiwa wafanye nini. Sasa hivi tiba zipo, waelekee katika tiba ili waendelee na maisha yao kama inavyotakiwa. Na unawashauri nini, pengine mabinti ambao mpaka sasa bado hawajaingia kwenye uraibu lakini ndo wanaelekea, athari zake ni nini? Athari zake, tunawashauri kwanza waje kwanza kunywa dawa, kwa sababu kwanza ni changamoto. Ukiwa ni mwanamke unatumia madawa, kwanza unakutana na changamoto nyingi, unakuwa kwanza ela upati ya kuvuta unaingia kwenye wizi, unaenda kujiuza, matokeo yake unaweza kukumbana na magonjwa aiza magono au UKIMWI. Kwa hiyo nawashaulini muje kwa wingi vitengo vya mesadoni sasa hivi elimu mtapata, lakini baada ya kunywa dawa ndo mnaendelea kupata elimu, lakini huku mnakunywa dawa. Kwa hiyo ilikuwa nawaomba muje kwa pamoja, Tushirikiane jamani, tupambane na mesadoni. Inaweza tumekunywa mesadoni miaka miwili hadi mitatu, na tumemaliza, na maisha yetu yanaendelea. Siku ya leo tarehe ishirini na sita, kila mwaka huwa tunaazimisha siku za ya afya ya matumizi kupambana na matumizi ya dawa kulevya duniani, ambapo mwaka huu ujumbe mkubwa ni unasema, wekeza kwenye tiba na kinga, kwamba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 na magonjwa mengine ambayo yapo wazi ya, ya. Labda kwa kuongezea zaidi ni kwamba kwa ujumla tunahitaji sana huduma eh, hizi za huduma eh, za eh, tiba ya magonjwa ya ya madawa za kulevya ni kwamba mara nyingi imekuwa ikitolewa kwa watu ambao wameathirika kwenye vituo mbalimbali, lakini kwa bado vituo hivyo havitoshi. Lakini labda neno langu kubwa kwa watu ambao wanatumia dawa za kulevya, ambao bado kwa namna nyingine wanaweza wana kama wamejificha, wanaona aibu, ni kwamba swala la kwa kuathirika ile addiction ni swala ambalo mtu yeyote anaweza likampata, asione aibu kwa sababu mbalimbali. Kuna mwingine anaweza akasema, mimi kwa kazi yangu hii, je nikiona hivi nitadhalilika na nini. Sasa anavyozidi kujificha ndo anavyozidi kuathirika.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 E, tumefanya vitu vingi. Sisi kama nani hospitali tumeandaa kwanza tumeandaa masomo, tulitoa elimu kwa wanafunzi. Tulikuwa tumetembelea shule ya sekondari za jirani zetu ili tuweze kutoa elimu hiyo kuhusu madawa ya e, kulevya kwa wanafunzi ili kuwaepusha wanafunzi hao wasije nao wakatumbukia tena. Kwa hiyo tumeweza kufanya hivyo, lakini pia siku ya leo tumefanya usafi wa mazingira kuizunguka hospitali yetu ambayo pia hiyo ni kitu kizuri, lakini mwisho wa siku pia tunafanya bonanza ya michezo, ambapo kwenye bonanza ya michezo tutaenda kucheza tutaenda kucheza mpira kati yetu sisi na kliniki nyingine inaitwa kliniki ya Round Table ya Match, lakini pia tutafanya michezo midogo midogo kama riadha, kukimbiza kuku, eh, kuvutana kamba na vitu nyingine michezo michezo mingi. Tunajua kwa, kwamba wazi kwamba vijana wakijihusisha kwenye michezo kwa namna moja au nyingine, watakosa wata, wata ule muda kwanza kwenda kutumia vilevi na kuathiri afya zao.